Mani watu waliishi kwa raha sana, japo kuna shida zake, lakini kwenye swala la taarifa, mi naona kama walikuwa na raha sana, kwa sababu taarifa zilikuwa zinatafutwa, zinachakatwa, zinahaririwa, alafu ndo wanapelekewa watu taarifa, zikiwa sahihi, zikiwa zimekamilika, na zikiwa zimetoka kwenye vyanzo ambavyo vinaaminika. Lakini siku hizi mtu anaweza akapata taarifa sehemu yoyote, wakati wowote, alafu yeye sasa ndio azihariri. Sasa kama mtu hauna uwezo wa kujiongeza yani, utaathirika sana kwa sababu utakutana na taarifa hii inasema hivi, alafu baada ya hapo utakutana na taarifa hii inapinga taarifa ile ya kwanza. Lakini watu wa zamani waliishi kwa raha sana, kwa sababu ukadri unavyozidi kuwa na taarifa nyingi ndivyo unavyozidi kuchanganyikiwa zaidi. Kwa hiyo watu wa zamani waliishi katika utulivu wa akili, kwa sababu taarifa walizokuwa nazo zilikuwa ni taarifa ambazo tayari zimeshachakatwa na zimetoka katika vyanzo vya kuaminika. Leo hii kama mimi hapa naweza nikasema kitu chochote, watu wakaamini, wakaanza kwa kukifuatilia. Vijana wa sasa hivi, watu wazima wa sasa hivi, na watu wote ambao wanaishi katika zama hizi tuna shida sana, kwa sababu taarifa zimekuwa manipulated. Mtu yeyote anaweza akatoa taarifa yoyote na ikafika pahali popote. Kwa hiyo uh, tuwe makini sana.